Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Mpendwa, Mungu anaona mapambano ya wale wanaofanya kazi kwa bidii kila siku ili kutunza familia zao. Tupo siku za mwanzo wa mwaka. Pengine baadhi yenu mnawaza namna ya kupata ada za watoto na mahitaji ya watoto ili waendelee na masomo yao. Kupata riziki kwa uaminifu, pengine inawachosha, ni ya thamani machoni pa Mungu. Wafanyakazi wanapotolea kazi zao kwa Mungu, juhudi zao huwa sala. Hata katika hali ngumu, Bwana hubaki mwaminifu na atakupatia riziki. Mungu yupo pamoja nanyi katika mahangaiko ya riziki ya mikono yenu, zinazofanywa kwa uaminifu na imani hakika zitabarikiwa daima.